Tazamaji huku msimu wa upanzi ukiendelea kufikia kikomo, wakulima katika maeneo mengi nchini bado wanahangaika kupata mbolea ya upanzi, baadhi sasa wakilazimika kununua mbolea ya bei ghali kabla ya kupitwa na wakati. Na, mahangaiko ya wakulima yanajiri huku Wizara ya Kilimo ikikiri eh, kwamba kumekuwepo na changamoto ya kusafirisha mbolea, ikiahidi kwamba kufikia Jumatatu maghala ya NCPB kote nchini yatakuwa na mbolea ya kutosha kufanikisha muhula wa upanzi na, zetu, japo ni Jumamosi, wakulima katika kaunti za Kericho na Tranzoia walipiga kambi nje ya maghala ya NCPB wakitarajia mbolea ya ruzuku ya DAP imewasili, ila sasa wengi wanaonekana kuanza kukata tamaa, huku mwisho wa msimu wa upanzi ukikaribia. Saina, dume, shilingi, mia, mia, mia, mia, mia, kwenda kurudi kwenda kurudi ni shilingi elfu moja na mia sita nisijapata mzigo. Hii ni changamoto ni sana ni delay kalau Mwenyezi Mungu alete mvua sana. Wasiwasi wa kupitwa na msimu umewafanya baadhi kununua mbolea ya shilingi 1500 kutoka kwa maduka ya kibinafsi, swala ambalo wanadai kuwa litaongeza gharama uzalishaji na kuathiri bei ya vyakula, huku wengi wao wakilazimika kupanda bila mbolea hiyo kuliko tungoje mpaka Monday tukaona, ni heri tununue hii ya ya duka hii ya bei ghali tupande juu hii wakati una, unaenda unapata mbolea kwa duka saa hii ni 1500 na 500 kwa gunia kila kilo hamsini. Na ile me, ya serikali imefanywa subsidy inatoka na 2500 kwa, kwa ya 50 kilos sasa. Kwa hivyo wakulima wakikosa ile ya serikali ya subsidy itaongeza gharama na asilimia 40. Sasa kama kwa sheria hakuna mbolea simi itapanda bure, halafu nitamuweka amoni. Waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amekiri kwamba kumekuwa na changamoto ya kusafirisha mbolea, ila serikali itahakikisha mbolea hiyo imefika katika maghala yote ya nafaka kufikia siku ya Jumatatu. Sasa abili yangu kwa serikali, ningependa kuomba serikali e, wafanye hesabu kamili ndio wajue gharama ya uzalishaji ya mahindi ni kiasi gani, ndio yule mkulima ametumia mbolea ya bei kali aweze kurudisha pesa yake na kupata faida kidogo. Ingawa serikali inaahidi kutatua tatizo la uhaba wa mbolea, wakulima wanasema hawana la kufurahia. Hata baada ya ahadi kwamba mbolea ya ruzuku itasaidia kupunguza bei ya uzalishaji, wanakabiliwa na gharama kubwa ambazo huenda zikawaletea hasara kubwa. Wakulima wanasema iwapo hawatapata pembejeo ya bei nafuu kwa wakati, huende ikaathiri gharama ya uzalishaji na pia kuathiri gharama ya chakula. Collins, Shitabai, runinga ya Citizen, Kaunti ya Trans Nzoia.